Asalamu uh, alaykum. Hassan mwana wa Ali hapa. Awali yeyote yote nikutakie Ijumaa njema, Ijumaa makbul na imani kwamba Mwenyezi Mungu amekupa neema na baraka ya kuwa hai. Sasa leo uh, nataka nikueleze kamusi ya Kiswahili sanifu. Nitakuwa na kueleza mengi hii likizo inapokaribia Novemba. Hili neno muhimu sana samahani, ni tamko linalotumika kuomba radhi au kumtafadhalisha mtu ushafahamu? Naomba kupita, samahani. Ni lini umetumia neno samahani, ama ni mauvu mauvu tu bwana? Samahani neno dogo vile, lakini maana yake nzito sana mm, ama kumradhi e, eh, ni wiradhi simile shafamu. Lakini kionjo tutakuwa na yazungumza mengi uh, kesho, kuanzia saa moja kwenye bahari ya elimu. Tutakuwa naye Abubakar Talwa, Titus Sakwa, Chemshabongo na kikubwa E, mzee mwenyewe Daniel Nabuke, aka Churchill tutakuwa naye. Kuna dude linapikwa atakuwa analizungumzia kwenye kipindi hicho cha kesho. Kwa hiyo King, kionjo tu mengi zaidi, majaliwa Mwenyezi Mungu akiridhia hapo kesho, maana Hassan, mwana wali, wewe yeye na yule tutapiga samahani.